Uwanja wa KMC Complex na ni siku nyingine leo ambayo kikosi chetu cha Young Africans Sports Club kimefanya mazoezi tukijiandaa vizuri na mwendelezo wa ligi kuu ya NBC. Tayari ratiba imetoka vizuri na ratiba ambayo haina kipengele, tuna mechi dhidi ya Tanzania Prison, ndio mechi inayofuatia na ni mechi ya ugenini itapigwa di katika dimba la Sokoine kule Mbeya, alafu baada ya hapo tutakuwa na mechi dhidi ya Dodoma Jiji ambayo kwa ratiba ambayo iko mpaka sasa hivi mechi hii itapigwa katika uwanja wa New Aman Complex kule uh, Zanzibar. Ikumbukwe hizi mechi za mwisho zote zinachezwa kwa muda mmoja kwa maelekezo ambayo wanayatoa bodi ya Ligi ya Tanzania. Baada ya hapo tutakuwa na mechi ya Kariakoo Dabi siku ya tarehe 25 dhidi ya Simba Sports Club. Baada hapo tena tukimaliza ligi tutakuwa na mechi ya mwisho ya kombe la shirikisho la CRB. Tizi inaendelea hapa, players wako na morali kubwa, na niwaibie tu siri wananchi, tabasamu, furaha, amani imetawala kwenye vifua vya wachezaji wetu, na wako tayari kutupambania kwenye tatu zobakia, tuweze kusanya pointi tisa na inshallah tuweze kutetea kwa mara nyingine tena ubingwa wetu wa ligi kuu ya NBC ikiwa ni mara ya 31. Hiyo ni rekodi ya kipekee ambayo naamini kila mshabiki, kila mwanachama na mpenzi wa klabu ya Young Africans anayesubiri kwa hamu iweze kutokea. Kubwa mbalo la kukuhusia ni kwamba ewe mshabiki wa Young Africans ambaye uko Dar es Salaam, uko mikoa ya jirani na Mbeya, anza kujiandaa. Jambo limekuja kwa haraka na uharaka, ndo kuna utamu. Tujiandae chap kwa haraka, wanangu, wazee wangu wa basi safari Tujiandae safari hii tena. Mwenyekiti wa wasemaji nitakuwa kwenye basi kama kawaida, wanangu, mabasi ya kutosha, tutakwenda Mbeya. Na wanangu wa Mbeya hamjawahi kutuangusha mara zote, ambako timu inakuja hapo kumekuwa na hamshamsha aina yake. Safari hii ikawe mara kumi yake, mapokezi makubwa, alafu tuje kwa wingi wa dimba la Sokoine wakikisha tunawapush wachezaji wetu tuweze kupata matokeo mazuri. Mechi za mwisho hizi sio mechi za, uh, za mchekea mchekea ni mechi kweli mechi za kiume. Tupambane, tuungane kama taasisi tuweze kupata matokeo mazuri. Daima mbele, nyuma mwiko.